Ani kweli imeumiza wengi, lakini mwanangu, baba yako shijuti pamoja na maumivu aye. Mwanangu, shijuti maumivu yako yaligusha ishia zangu, mtu wa Mungu. Kwa masikitiko makubwa mchana uwa Ijumaa tarehe kumi na sita, kama sikosea, nimefika hapa Bukoba kwa mara ya kwanza. Nitegemea ningefika wakati ambao nakuja na binti yangu ili imani ile ambayo tulitamani iwe ya watu wote maani hile ambayo yeye awe chanzo cha imani hiyo, kufika <coughs> huku Bukoba nijua ningekuja naye, kwa bahati mbaya, nakuja kuleta mwili wake huku Bukoba, lakini nakuja kuleta mwili wakati, karibu kila hatua ambayo Mungu ameiruhusu ni hatua inayoonyesha kama huu ndio mwisho wa imani na kipande kidogo kitakachosalia kitajaa mateso na vifo ya namna mbalimbali. Fika Bukoba kesho tarehe kumi na saba ushangal kalago takuwa na ibada ya mazishi na binti yangu Sifa Bonaventure Gujuni. Hii ndiyo Bukoba, kwa mara ya kwanza nimefika, naiona, naona mazingira ambayo hayakuwa hayakuwa hivyo kwenye ramani yangu, lakini tayari tumefika. Sina mengi ya kuongea. Aliyeanza kazi hii ni Mungu.